Kazi kwa uadilifu mkubwa na uzalendo wa hali ya juu kwa manufaa ya taifa letu. Sisi upande wa serikali tuko tayari kuendelea kufanyia kazi maoni na mapendekezo yaliyotolewa ndani ya taarifa hizi mbili. Tutasikiliza vizuri, tutafuatilia vizuri mjadala wa bunge kwenye taarifa ya mdhibiti um, na mkaguzi wa hesabu za serikali lakini, pia kwa taarifa ya TAKUKURU tutakwenda kufanyia kazi vizuri yale yote ambayo yameelezwa kule, ili hatimaye tuweze kujenga utawala bora ndani ya nchi yetu. Baada ya kusema hayo, niseme kwamba taarifa mbili hizi nimezipokea na nitafanya kazi ya kuwasilisha bungeni kwa ile ambayo inakwenda bungeni na kuzifanyia kazi ipasavyo pale maoni na mapendekezo yaliyotolewa yatakapowasilishwa kwetu. Muda ulipo wadia wa taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Charles Kichere amesema deni la taifa limeongezeka kutoka shilingi trilioni 82.25 na kufikia shilingi trilioni 97.35. Mwenendo wa deni la serikali kufikia tarehe 30 Juni 2024, deni la serikali lilifikia shilingi trilioni tisini na saba nukta tatu tano. Kiasi hiki kimeongezeka kutoka shilingi trilioni themanini na mbili nukta mbili tano kilichokuwa kimeripotiwa katika mwaka wa fedha wa 2022 2023. Hii ni sawa na ongezeko la shilingi trilioni kumi na tano nukta moja ambalo ni sawa na asilimia kumi na nane nukta tatu sita. Deni hilo linajumuisha deni la ndani la shilingi trilioni 31.95 na deni la nje la shilingi trilioni 65.40. Mheshimiwa Rais, tathmini ya endelevu wa deni la serikali imebaini kuwa deni la taifa bado ni himilivu kupitia taarifa ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini Takukuru, iliyowasilishwa na mkurugenzi wa taasisi hiyo, Crispin Chalamila, imesema kuwa Tanzania imetajwa kushika nafasi ya pili kwa nchi zenye kiwango cha chini za vitendo vya rushwa katika nchi za Afrika Mashariki. Matokeo ya mafanikio haya yamethibitishwa na taarifa inayotolewa na shirika la kimataifa la Transparency International. Taarifa ya Transparency International, kwa kutumia kiashiria cha the corruption perceptions index CPI iliyotolewa tarehe 11 Februari 2025 2 imeonyesha kwamba Tanzania ni nchi ya pili kwa kuwa na kiwango cha chini zaidi cha vitendo vya rushwa kati ya nchi kumi za jumuiya ya Afrika Mashariki. Taarifa hii inaonyesha kwamba kwa mwaka 2024 Tanzania imepata alama 41 juu ya 100 na kushika nafasi ya 82 kati ya nchi 180 zilizofanyiwa utafiti, ukilinganisha na alama 40 juu ya 100 na nafasi ya 87 kwa mwaka 2023. Mheshimiwa Rais, kwa mujibu wa kipimo hiki, ninayo furaha kukujulisha kuwa nchi yetu imeendelea kuimarika katika kupunguza rushwa kwa wastani mzuri. Taasisi ya tiba ya mifupa na ubongo Muhimbili MOI imeanza rasmi upasuaji wa ubongo kwa kutumia kifaa kiitwacho Brain Lab Neuro Navigation System akili unde, ambacho husaidia wataalam kufanya upasuaji wa ubongo bila kufungua fuvu na kupunguza siku za mgonjwa kukaa wodini baada ya upasuaji huo. Hayo yamebainishwa leo na mkurugenzi mtendaji wa MOI Balozi Dr Mpoki Ulisubisia jijini dar ambapo amesema taasisi ya Moi ni hospitali ya kwanza Tanzania kufanya upasuaji wa ubongo kwa kutumia akili unde. Leo tumefanikiwa kuchukua sehemu ya ugonjwa ndani ya ubongo kutumia kifaa maalum ambacho kinamwongoza daktari mpaka shida ilipo bila kufungua fuvu wala kutumia mionzi ya x-ray kama ambavyo labda ingetumika wakati mwingine au hata CT scan kwamba inafanyika kwanza, alafu ndo anaanza kufanya kama na kama anabahatisha. Hii ni hatua kubwa sana, kwa sababu sasa inaongeza wigo wetu wa kuhudumia wagonjwa ambao wanakuja katika taasisi yetu wenye matatizo katika uti wa mgongo, wenye matatizo katika mgongo, wenye matatizo katika ubongo. Aidha, Dkt Mpoki ameongeza kuwa upasuaji huo umeongozwa na daktari bingwa mbobezi mzawa kwa kushirikiana na madaktari kutoka chuo kikuu cha Weill Cornell cha nchini Marekani, na kutoa wito kwa Watanzania wenye matatizo ya ubongo kufika katika taasisi hiyo kupatiwa matibabu na mtaalamu wetu mzawa mwenyewe amefanikisha zoezi hili chini ya usimamizi na uangalizi wa watu wanaofanya nao kazi kwa ushirikiano wa karibu sana waliokuja kwetu kutoka Marekani. Maanake ni kwamba uwekezaji mkubwa ambao serikali imeendelea kufanya katika taasisi za kutolea huduma ya afya imezidi kuendelea katika viwango vya juu, ambapo sasa matatizo yote ya mgongo yanaweza kupata ufumbuzi katika taasisi yenu wananchi ya Moi na wako wataalam masaa ishirini na nne walio tayari kutoa huduma hizi siku saba kwa wiki na mwaka mzima. Mkurugenzi wa huduma za upasuaji wa ubongo mgongo na mishipa ya fahamu Dr. Laurent Lemeri Mchome amesema Moi kwa mwaka ina uwezo wa kufanyia upasuaji wa kichwa peke yake wagonjwa mia tano kwa uzoefu wa taasisi yetu ya Moi tunavyofanya ninaweza kusema kwa mwaka tunaona wagonjwa kuanzia 550 mpaka 600 wenye matatizo haya na wale ambao unakuta wanahitaji upasuaji, kwa sababu sisi kwa mwaka tunafanya wagonjwa 450 mpaka 500 ambao wanafanyiwa upasuaji wa kichwa peke yake kwa mwaka. Kutokana na uwezo sasa ambao umejengewa kwenye hospitali mbalimbali, mbali na hapa kwenye taasisi, wagonjwa sasa wamekuwa wanapatikana wengine wengi hata kwenye hospitali nyingine lakini inayoendana sambamba na hilo ni kwamba na sisi tumepata teknolojia mpya. Kwa hiyo tutawatibu kwa wakati wote, hakuna ambaye atasubiri. Na kingine tena ambacho ni cha muhimu ni kwamba wataalam ambao serikali imegharamikia kuwafundisha nao tumeongezeka, kutoka mwaka elfu mbili na nane walikuwepo watatu, lakini sasa tunazungumzia Moi peke yake kumi na tano. Kwa hiyo tuko tayari kwa ajili ya kutibu wagonjwa. Waumini wa dini ya Kiislamu mkoani Mwanza wameaswa kutumia siku chache zilizobaki za mwezi mtukufu wa Ramadhani kutoa sadaka kwa wahitaji ikiwemo watoto yatima na wajane pamoja na kutoa futari kwa kipindi hiki ili kusaidia makundi hayo. Sara Onesmo kutoka Mwanza ana taarifa zaidi. Ni kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kumi hili hutambulika kama kumi la kukombolewa na moto. Kumi hili huwataka waumini wa dini ya Kisilamu kufanya ibada zaidi ikiwemo utoaji wa sadaka ili kukombolewa kutoingia motoni. Mkuu wa mkoa wa Mwanza, Saidi Mtanda, ameandaa futari maalum kwa kundi la watoto yatima pamoja na wajane katika uwanja wa michezo wa Nyamagana na kuwataka waumini wa dini hiyo kuendelea kusaidia kundi hilo maalum niwaonyesheni biashara itakaookoa na moto siku ya kiama. Biashara hiyo sio nyingine, ni kukimbilia viki za yatima na wajane. Kwa hiyo ukifanya biashara na kundi hili, malipo yake ni makubwa sana. Kwa hiyo vikawaambia benki, mimi nafikiri vituo vyote vya vi watoto yatima vya hapa Mwanza, tukutane nao wao na walezi wao tuweze kufuturu nao, kwa sababu hawa tunao maelekezo ya kufanya nao biashara kwa hiyo ndio maana mtaona tulioita zaidi hapa ni wao, lakini wasingeweza kuwa wao bila sisi viongozi pia kuhudhuria. Kwa hiyo hatujawaalika watu wengi kwa sababu hiyo. Kwa hiyo tutaendelea kuwaalika, kuna corporate iftari, lakini pia kuna iftari ya walengwa. Kwa hiyo ndio maana tukasema leo vima ya iftari yetu ni kukutana na makundi maalum. Na shehe wa mkoa utakumbuka kwamba kabla ya kundi hili tulifanya pia futari maalum like, na watoto wa mitaani. Sasa nikaulizwa swali, hawa mbona wengine hawafungi? Tukasema nimeamua kuwaita. Katika dini ukimlisha mtu hata chakula yule ambaye hana uwezo wa kula chakula, hiyo ni jambo jema. Na mambo mema ndio yanayosisitizwa katika dini. Shehe mkuu wa mkoa wa Mwanza, Shehe Hassan Kabeke naye ameshiriki hafla hiyo na kuwataka waumini wa dini hiyo mkoani humo kuiga mfano huo, kwamba pamoja na kutufuturisha hapa, viko vituo umevialika, na hapa wataondoka na chochote cha kwenda kutumia vituoni. Huo ndio utaratibu mimi naupenda sana. Huwa wakualikana kufuturu hapa, naupenda, na ukinialika ndakuja, na nawahamasisha na watu waufanye, lakini wakuwaita watu na kuwapa chochote kwenda nacho kwenye majumba yao, ni huo naupenda zaidi. Mtume anasema kuna shari ya chakula. Shari ya chakula akaulizwa chakula gani ambacho ni shari ya Rasulullah, Mtume akasema, chakula chenye shari ni kile ambacho wanaitwa wasiokihitajia, wanaachwa wanaokihitajia. Unatuita kwenye ukumbi kwa kadi na nini, unawawekea pale kuku, jelebi, sambusa, hakuna anahitaji hata mmoja. Akigusa kidogo kaacha, na baada ya hapo vyote vinakwenda kutupa dampo. Lakini unapofanya chakula katika sura hii, umetualika sisi lakini watoto yatima umekwenda kule vituoni wale walezi, kwa siku mbili au tatu watapumzika kutoa chakula, umefanya kitu kikubwa sana. Waumini well, wa dini ya Kiislamu tayari wamemaliza kumi la kwanza la rehma, kumi la pili la msamaha, na sasa wapo katika kumi la tatu la kukombolewa na moto, ili kufikia sikukuu ya Idi Elfitri. Kutoka Mwanza, Sara Onesmo Klaus. katika kuhakikisha wananchi wanapata maji ya uhakika, uh, swala ambalo uh, la uhifadhi wa vyanzo vya maji unaendelea kuwa jukumu la kila mmoja. Hili linadhihirika kwa wananchi wa kijiji cha Ihemi kata ya Mgama, wilaya ya Iringa, ambao wamekubali kuacha shughuli za kilimo kando kando mwa chanzo cha maji cha Ididiga ili kuhifadhi uh, kwa usimamizi wa bodi ya maji bonde la Rufiji Agustino Kihombo kutoka Iringa, yeye ana taarifa zaidi. Chanzo cha maji Ididiga, chanzo hiki kipo kijiji cha Ihemi, kata ya Mgama, halmashauri ya wilaya ya Iringa. Awali chanzo hiki kilikabiliwa na uharibifu mkubwa kutokana na shughuli za kibinadamu hususan kilimo, hali iliyohatarisha upatikanaji endelevu wa maji, lakini baada ya elimu iliyotolewa na wataalamu wa bonde la Rufiji kuhusu umuhimu wa uhifadhi wananchi wameamua kuacha shughuli zao na badala yake kushiriki kikamilifu katika juhudi za uhifadhi. tuliweza kuachia maeneo yetu kama alivyosema, tukakubali tuachie maeneo yetu, tulikuwa tunalima, tunapata mazao na kadhalika, lakini baada ya kutuelewesha kwamba tutaweza kupata maji tulikubali kuachia. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba sana sana watusaidia angalau na sisi kwenye huu mradi tuwe wanufaika. Shukuru sana kwamba wananchi tumekubali kwamba tusiviharibu mifugo yetu tuitoe, na sisi ambao tunalima maeneo hayo tuache kusudi, hali ya hewa na hali ya miti iendelee kukua ili, ili maji yaweze kuongezeka wakati mvua inaponyesha. Chanzo cha Ididiga ni miongoni mwa vyanzo sabini na tisa ambavyo vimehifadhiwa kati ya vyanzo zaidi ya mia mbili vilivyotambuliwa na bodi hiyo kwa lengo la kuhakikisha maji yanaendelea kutiririka na kuhakikishia wananchi huduma endelevu za maji, kama anavyoeleza mkurugenzi wa bodi ya maji bonde la Rufiji, mhandisi Florence Mahai. Uh, ili uweze kufanya hii kazi na iwe ya, ya kufanikiwa, ni lazima ushirikiane na wananchi. Kwa hiyo hapa ule mchakato wa kuhifadhi unaanza kwanza na kuwajengea uwezo na kuwapa taarifa wananchi, awareness creation, ili waweze kutambua umuhimu wa hii kazi. Shughuli za uhifadhi na kulinda chanzo hiki zimezinduliwa na mkuu wa wilaya ya Iringa ambaye anawahimiza wananchi kuendelea kushiriki kikamilifu katika uhifadhi wa chanzo hicho. Leo tuko katika chanzo chetu cha maji cha Ijijia ambacho watu wa bodi ya bonde ya Rufiji wanafanya kazi kubwa sana, wa kushirikiana na jamii kutunza chanzo hiki. Hiki chanzo cha maji kinatunyesha sisi na watu walioko mbali na sisi, na hivyo hivyo, kikikauka chanzo hiki, tutakufa sisi na watakufa wanaotegemea chanzo hiki. Kwa hiyo wajibu wa kutunza chanzo sio wajibu wa bonde la Rufiji, ni wajibu wetu sisi sote. Aidha ni taarifa yake Agustino Kihombo kutoka Iringa. Na kwingineko kimataifa, bunge la Israel leo limepitisha sheria tata inayowapa viongozi waliochaguliwa mamlaka zaidi katika kuwateua majaji, hatua ambayo imepingwa uh, imepingwa haraka na upinzani. Sheria hiyo imeidhinishwa kwa kura 67 dhidi ya moja iliyopinga huku upande wa upinzani ukisusia kikao hicho cha asubuhi. Kwa ujumla bunge hilo lina wabunge 120 huku kura hiyo ikiakisi azma ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu ya kuendelea na mpango wake wenye utata wa mageuzi ya mahakama ambao umeibua mojawapo ya vuguvugu vugu kubwa zaidi la maandamano katika historia ya Israel mnamo mwaka 2023, kabla ya kuzuka kwa vita vya Gaza. Na hii ndiyo tamati ya news flash. Mimi ni Mahija Zayumba, nikutakie wakati mwema. 88.5 Clouds FM Dar es Salaam Good evening. Nikusalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee.